Kitabu cha Ezekieli sura arobaini na tano na ya arobaini na sita. Naam, kanisa la Mungu, ndiyo ndio. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri mahali hapa tunapoendelea kusoma Biblia nzima na kuimaliza. Ni kipindi kizuri kabisa cha usomaji wa Biblia kinachokuijia kwa njia ya sauti. Naitwa Mwalimu Petro na kualika kwa unyenyekevu mkuu uandae biblia yako karibu, ili tusome kwa pamoja. Na iwa mkini kuna mistari tutakapokuwa tunasoma utakuwa unaona unaielewa zaidi kuliko mingine au inakugusa zaidi kuliko mistari mingine. Siku zote nakueleza, unapoona namna hiyo, jua mahali hapo ndio Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwa wakati huu. Unaweza ukapa noti pembeni na ukaendelea kusali na kujiombea neema ya kuishi sawasawa na kile Mungu alichokusemesha hipo hapo. Utaona faida ya neno. Tusali. Tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, unaotuwezesha kuendelea kusoma neno lako takatifu. Tunaombaye Bwana, katika upendo wako na nguvu zako utusimamie, utuwezeshe kusoma, utuwezeshe kuelewa, na sote tubadilishwe katika neno lako, tuendelee kuwa na uzima katika jina la Yesu Kristo, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu hiki cha nabii Ezekieli ambapo leo tutasoma sura nyingine tena ambazo Mungu ametupatia na utazisikia kwa ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa 45. Tena mtakapigawanya nchi kwa kura iwe urithi, mtamtolea Bwana toleo sehemu takatifu ya nchi urefu wake utakuwa urefu wa mianzi ishirini na tano elfu na upana wake elfu kumi Itakuwa takatifu ndani ya mipaka yake yote pande zote. Katika hiyo itakuwako sehemu kwa mahali pa takatifu, urefu wake mia tano na upana wake mia tano mraba pande zote, na dhiraa ishirini kwa viunga vyake pande zote. Na kwa kipimo hicho utapima urefu wa ishirini na tano elfu na upana wa elfu kumi na ndani yake patakuwa patakatifu palipo patakatifu sana. Hiyo ni sehemu takatifu ya nchi, itakuwa ya makuhani wahudumu wa patakatifu, wakaribia yao kumhudumia ya Bwana, nayo itakuwa mahali kwa nyumba zao na patakatifu kwa mahali patakatifu. Tena urefu wa ishirini na tano elfu na upana wa elfu kumi ni sehemu ya Walawi wahudumu wa nyumba, iwe milki yao wenyewe, kwa vyumba ishirini nanyi na mtaiandika milki ya mji upana wake elfu tano na urefu wake ishirini na tano elfu kando kando ya mahali palipotolewa iwe sehemu takatifu nayo na itakuwa ya nyumba yote ya israeli na sehemu itakayokuwa ya mkuu itakuwa upande huu na upande huu watoleo takatifu na wa milki ya mji kukabili toleo takatifu na kuikabili milki ya mji upande wa magharibi kuelekea magharibi na upande wa mashariki kuelekea mashariki, na kwa urefu wake sawasawa na sehemu mojawapo, toka mpaka wa magharibi hata mpaka wa mashariki. Katika nchi hiyo itakuwa milki kwake katika Israeli. Wala wakuu wangu hawataonea watu wangu tena kabisa, bali watawapa nyumba ya Israeli nchi hiyo kwa kadiri ya makabila yao. Bwana Mungu asema hivi, na iwatoshe ninyi, enyi wakuu wa Israeli. Ondoeni dhuluma na unyang'anyi, fanyeni hukumu na haki; ondoeni kutoza kwa nguvu kwenu katika watu wangu, asema Bwana Mungu. Mtakuwa na mizani ya haki na efa ya haki na bathi ya haki. Efa na bathi zitakuwa za kipimo kimoja, ili kwamba bathi ichukue sehemu ya kumi ya homeri, na efa sehemu ya kumi ya homeri; kipimo chake kitakuwa kwa kadiri ya cheo cha kawaida cha homeri nayo shekeli itakuwa gera ishirini shekeli tano zitakuwa shekeli tano shekeli kumi zitakuwa kumi na shekeli hamsini zitakuwa mane yenu. Toleo mtakalotoa ni hili, sehemu ya sita ya efa katika homeri moja ya ngano, nanyi mtatoa sehemu ya sita ya efa katika homeri ya shairi, na sehemu ya mafuta iliyoamriwa katika bathi ya mafuta itakuwa sehemu ya kumi ya bathi katika kori moja ambayo ni bathi kumi yaani homeri, maana bathi kumi ni homeri moja. Na mwanakondo mmoja wa kundi katika mia mbili katika malisho ya Israeli yenye maji, kwa sadaka ya unga na kwa sadaka ya kuteketezwa na kwa sadaka za amani, ili kuwafanyia upatanisho, asema Bwana Mungu. Watu wote wa nchi watatoa toleo hili kwa ajili ya mkuu katika Israeli. Tena itakuwa kazi ya mkuu kutoa hizo sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga na sadaka za vinywaji katika siku kuu na katika mwezi mpya na katika sabato, katika siku kuu zote za nyumba ya Israeli zilizoamriwa. Atatengeneza sadaka ya dhambi na sadaka ya unga na sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Bwana Mungu asema hivi: mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi utatwaa ng'ombe mchanga mume mkamilifu nawe utapata kasa mahali patakatifu. Na kuhani atatwaa baadhi ya damu ya sadaka ya dhambi na kuitia juu ya miimo ya milango ya nyumba na juu ya pembe nne za daraja ya madhabahu na juu ya miimo ya lango la ua wa ndani. Nawe utafanya vivyo hivyo katika mwezi wa saba, siku ya kwanza ya mwezi, kwa ajili ya kila mtu akosaye na kwa ajili ya mtu aliyemjinga ndivyo mtakavyoifanyia nyumba upatanisho. Mwezi wa kwanza, siku ya kumi na nne ya mwezi, mtakuwa na Pasaka, siku kuu ya siku saba; mkate usiotiwa chachu utaliwa. Na siku hiyo mkuu atatengeneza ng'ombe kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya watu wote wa nchi. Tena katika zile siku saba za sikukuu atamtengenezea Bwana sadaka ya kuteketezwa, ng'ombe saba na kondoo waume saba wakamilifu kila siku kwa muda wa siku saba, na beberu mmoja kila siku kwa sadaka ya dhambi. Naye atatengeneza sadaka ya unga efa moja kwa ng'ombe na efa moja kwa kondoo mume, na hini moja ya mafuta kwa efa moja. Katika mwezi wa saba, siku ya kumi na tano ya mwezi, katika siku kuu atafanya vivyo hivyo kwa muda wa siku saba, sadaka ya dhambi vivyo hivyo na na sadaka ya ya kuteketezwa vivyo vivyo vivyo hivyo na sadaka ya unga vivyo hivyo na mafuta vivyo hivyo, unga mafuta. Mlango wa 46. Bwana Mungu asema hivi: lango la ua wa ndani lielekealo upande wa mashariki litafungwa siku sita za kazi, lakini siku ya Sabato litafunguliwa, na siku ya mwezi mpya litafunguliwa. Naye mkuu ataingia kwa njia ya ukumbi wa lango lile upande wa nje, naye atasimama karibu na mwimo wa lango, nao makuhani wataitengeneza sadaka yake ya kuteketezwa na sadaka zake za amani, naye ataabudu penye kizingiti cha lango, kisha atatoka; lakini lango lile halitafungwa hata wakati wa jioni. Watu wa nchi nao wataabudu mbele ya mlango wa lile lango mbele za Bwana siku za sabato na siku za mwezi mpya. Nayo sadaka ya kuteketezwa ambayo mkuu atamtolea Bwana siku ya sabato, itakuwa wanakondoo sita wakamilifu na kondoo mume mkamilifu na sadaka ya unga itakuwa efa moja kwa kondoo mume na sadaka ya unga kwa wale wanakondoo kiasi awezacho kutoa na hini moja ya mafuta kwa efa moja. Na siku ya mwezi mpya itakuwa ni ng'ombe mume mchanga mkamilifu na wanakondoo sita na kondoo mume nao watakuwa wakamilifu naye atatengeneza sadaka ya unga efa moja kwa ng'ombe mume na efa moja kwa kondoo mume, na kwa wale wana kondoo kwa kiasi awezacho kutoa, na hii ni moja ya mafuta kwa efa moja. Naye mkuu atakapoingia ataingia kwa njia ya ukumbi wa lango lile, naye atatoka kwa njia hiyo hiyo. Lakini watu wa nchi watakapokuja mbele za Bwana katika sikukuu zilizoamriwa, yeye aingiaye kwa njia ya la lango la upande wa kaskazini ili kuabudu atatoka kwa njia ya lango la upande wa kusini, na yeye aingiaye kwa njia ya lango la upande wa kusini atatoka kwa njia ya lango la upande wa kaskazini. Hatarudi kwa njia ya lango aliloingia kwalo, lakini atatoka kwa kwenda mbele moja kwa moja. Naye mkuu atakapoingia ataingia katikati yao, nao watakapotoka watatoka wote pamoja. Na katika siku hizo na siku kuu nyingine zilizoamriwa Sadaka ya unga itakuwa efa moja kwa ng'ombe mmoja, na efa moja kwa kondoo mume mmoja, na kwa wale wana kondoo kiasi awezacho kutoa, na hini moja ya mafuta kwa efa moja. Naye mkuu atakapotengeneza sadaka atoayo kwa hiari yake mwenyewe, sadaka ya kuteketezwa au sadaka za amani, ziwe sadaka amtolea za Bwana kwa hiari yake mwenyewe, mtu mmoja atamfungulia lango lile lielekea upande wa mashariki naye ataitengeneza sadaka yake ya kuteketezwa na sadaka zake za amani kama afanyavyo siku ya Sabato. Kisha atatoka na baada ya kutoka kwake mtu mmoja atalifunga lango. Nawe utatengeneza mwana kondoo wa mwaka wa kwanza mkamilifu kwa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana kila siku, kila siku asubuhi utamtengeneza. Nawe utatengeneza sadaka ya unga pamoja nayo kila siku asubuhi, sehemu ya sita ya efa moja na sehemu ya tatu ya hini moja ya mafuta kuchanganya na unga ule mzuri, sadaka ya unga kwa Bwana daima, kwa amri ya milele. Hivyo ndivyo atakavyomtengeneza mwanakondoo na sadaka ya unga na mafuta, kila siku asubuhi, kwa sadaka ya kuteketezwa ya daima. Bwana Mungu asema hivi: mkuu akimpa mwanawe awa yeyote zawadi, ni urithi wake, itakuwa mali ya wanawe, ni milki yao kwa kurithiwa bali akimpa mmoja wa watumishi wake baadhi ya urithi wake, itakuwa mali yake mpaka mwaka wa kuacha huru; ndipo itakapomrudia mkuu, lakini urithi wake huo utakuwa wa wanawe tena. Mkuu hatawaondolea watu urithi wao, hata kuwatoa kwa nguvu katika milki yao; atawapa wanawe urithi katika mali yake mwenyewe, watu wangu wasije wakatawanyika kila mtu mbali na milki yake. Ndipo akanileta kati ya maingilio yaliyokuwa kando ya lango mpaka vyumba vitakatifu vya makuhani vilivyoelekea upande wa kaskazini, na tazama, palikuwa na mahali upande wa nyuma ulioelekea magharibi. Akaniambia, hapa ndipo mahali pa makuhani watakapoitokosa sadaka ya hatia na sadaka ya dhambi, watakapoioka sadaka ya unga, kusudi wasizilete nje katika ua wa nje na kuwatakasa watu. Kisha akanileta mpaka ua wa nje akanipitisha karibu na pembe nne za ua huo, na tazama, katika kila pembe ya ua huo palikuwa na kiwanja. Katika pembe nne za ua huo palikuwa na viwanja vilivyoungana, urefu wake dhiraa arobaini na upana wake thelathini. Viwanja hivyo vinne vya pembeni vilikuwa vya kipimo kimoja. Tena palikuwa na safu ndani yake pande zote kuvizunguka vile viwanja vinne. Tena palifanywa meko ya kutokosea chini ya safu pande zote. Ndipo akaniambia, hizi ni nyumba za kutokosea, ambamo wahudumu wa nyumba watatokosa sadaka za watu.